Kama una mtu ambaye anaumwa au mgonjwa ambaye ameumwa kwa muda mrefu sana, na unahisi amepoteza kila kitu, naomba fanya hivi. Mimi kama mgonjwa wa kansa nataka nikuambie kwamba kansa haitibiki tu na chemotherapy. Wakati mgonjwa wako anafanya chemotherapy, au mgonjwa wako yoyote yule wa ukimwi, wa figo, sikisukari etc etc amekuwa anaumwa kwa muda mrefu, kinachomuua ni yale madawa anayotumia chemicals, na shida siyo chemicals ambayo anayoitumia mwilini kwake, kama vile dawa, sindano na drip, vitu vingine vingi tu ambavyo vimetoka laboratory. Shida siyo zile dawa, zinakuwa zina nguvu sana na zinakuja mwilini kuua wale wadudu wanaoshambulia afya yako. Kwa hiyo, usipoziangalia na kuzidetoxi, most of the time zitakuja zitaua na mwili wako, ndio unakuta mtu anafisia sana, anaisha, anakonda. Naomba nikuambie kitu, mgonjwa hahitaji machungwa tu, mgonjwa hahitaji kula matunda. Naomba nirudie hichi kitu kama una mgonjwa hapo nyumbani kwako, angalia hii video na ufanye hivi ninavyokuambia. Kwa kwanza kabisa mgonjwa wako, asubuhi ukiamka, huwe unamfanyia detox. Na detox, wengi wanasema Oh, usimpe maziwa. Maziwa so nini? Yes, mpe maziwa, mpe maziwa na asali. Jaribu kila wiki umpe mgonjwa wako maziwa na asali kama dawa zake haziruhusu sijui kunywa maziwa sijui nini, it's better, it's better. Unakuta mtu anakuambia mimi ninakunywa dawa, siwezi kunywa maziwa. Kunywa maziwa for detox, kunywa maziwa for detox. Na pia kitu kingine Jaribu kumlisha mgonjwa wako mboga za majani ambazo hazijapikwa zimekuwa steamed. Steamed ni ile kuichemsha mboga bila maji, unaichemsha kwa mvuke tu. Unaweza ukatia kichujio chako cha nazi juu, alafu cha chuma, alafu ukatia maji chini, ukafunikia Huku ukisubiri ive kwa mvuke kidogo kidogo, ndipo hapo umpe. Na mboga ambazo ni nzuri sana especially kwa wagonjwa wa kansa ni broccoli, mboga za majani ambazo unaitwa majani mboga za majani zile, majani, matembele, bamia. Nataka niwaambie, bamia na mlenda ni juisi nzuri sana kwa detoxing, kwa wale ambao hamwezi ku labda kunywa hivyo vitu vingine ni vikali. Bamia ubrendi, uchemshe bamia alafu uzibrendi alafu umpe mgonjwa wako. kama ana shida ya figo, hii itamsaidia sana. Jaribu kumpa diet ya bamia, lakini pia kwenye vyakula, hacha kumpa mgonjwa wako nyama nyekundu. Navyoambia kama nyama nyekundu, unaumwa, achana nayo kabisa kabisa. Ingia kwenye kumpa samaki. Samaki ana virutubisho vingi kama vile B12, ana virutubisho vingi vingi, na nutrition hizo hizo, wherever you get it, nyingi sana. Kinachowaua wagonjwa wetu ni kwa sababu hatuwafanyi detox na hatuwapi diet. Matunda yana sukari nyingi sana, epuka kumpa mgonjwa wako matunda kama vile maembe yaliyoiva sana, machungwa yaliyoiva sana matikiti yaliyoiva sana. Mpe medium za kuiva kwenye matunda, nikimaanisha isiwe na utamu kupitiliza. Kama vile mgonjwa wako ana shida ya figo, epuka kumpa vitu vya rangi rangi vitu vya rangi rangi. Epuka kumpa mgonjwa wako vitu vya rangi rangi kama vile soda na vyakula ambao unadhani kwamba vitamuongezea ugonjwa kama vile wanga, ugali, wali Mpe mgonjwa wako vitu vya kuchemsha, usimpe mgonjwa wako vitu vya kukaanga. Vitu vya kukaanga vimetoka nutrition zote, na kitachomfanya mgonjwa atoke hapo hospitalini ni kumpa nutrition za kutosha, na sio dawa tu ambao utadhani itamtibu. Jaribu kumpa mgonjwa wako mboga za majani, mpe samaki kama vile tuna na prawns. Karibuni sana, lakini kuna kitu kingine ambacho nataka niwaambie. Prawns wengi mnaona bei zake ni kubwa. Prawns trust me inaanzia elfu kumi na mbili kilo. Na hiyo kilo unaweza ikaipika mara mbili. Nasemaje? Prawns 1 kg of prawns inaanzia elfu kumi na mbili. Elfu kumi na tano unapata banana B3 B what, elfu kumi na tano unapata prawns aina ya banana ambao ni wakubwa. Kwa wale ambao mnaogopa kula shrimps, unawapata kwa bei rahisi sana. Nataka niwaambie samaki ni dieti mzuri sana kama ukimpika kisahihi. Wengi hatuoni faida ya samaki, kwa sababu huwa tunadanganyika na kukaanga, tunataka utamu kuliko afya. Epuka vitu kama hivyo. Kwa mgonjwa wako, mlishe vitu vya kuchemsha tu. Epuka kumlisha mgonjwa wako nyama nyekundu. Nyama nyekundu ni nzuri sana lakini sio nzuri kwa mgonjwa wa aina yoyote jaribu kumpa mgonjwa wako vyakula ambavyo vita take place, nikimaanisha kwenye digestion havitachukua muda mrefu sana, kama vile smoothie ya ndizi ukatia na asali kama mgonjwa anataka kitu kitamu. Jaribu kukata kabisa sukari kwenye mgonjwa wako, so jaribu kata sukari, usimpe sukari mgonjwa wa aina yoyote kati ya haya magonjwa: ukimwi, figo, na kisukari na kansa. Epuka kumpa mgonjwa wako chai ya sukari. Epuka kumpa mgonjwa wako chai ya sukari. Naombeni acheni sukari. Si unampa keki, si unampa acha. Acha. Kita kitachomtibu mgonjwa wako ni detoxing. Detoxing. Naona wengi mnashauriwa tumia dawa, tumia dawa. Ukija kwenye wagonjwa ukimwi tumia dawa, tumia dawa lakini hamwambii watu watumie nini kufanya detox. Kitu kingine nachotaka kukushauri kama we ni mama ambayo umechoka umerudishiwa mgonjwa wako nyumbani, naomba ni DM hapo, nitakutumia diet ya mgonjwa wako. Tunajua jinsi gani wagonjwa wanavyotula pesa, tunajua jinsi gani magonjwa yanavyotutula pesa, especially patient wa kansa. Tunaelewa sio kama ukimwi. Patient wa kansa, my dear It's money, more money, and it's eating you. Unafilisika every day. Kwa hiyo mimi nimejifunza my alternative way jinsi ya kufanya diet, diet ya kuuma. Hakikisha unamfanyisha mgonjwa wako mazoezi situ ya kutembea, kama vile sit-ups, kumfanyisha mazoezi ya mikono, asiwe amekaa tu Magonjwa kama haya yanamfanya mtu anaelekea anaparalyze kabisa. Kwa hiyo mgonjwa wako hata awe na hali gani, jaribu kumtembeza, jaribu kumfanyisha mazoezi ambayo nadhani yatamsaidia. Nataka niwaambie pia diet ambayo unaweza ukampa smoothie. Unaweza ukampa mgonjwa wako asubuhi, utampa smoothie, utamwekea ndizi, utamwekea parachichi ili kumjaza mafuta Yes, parachichi na ndizi itakumjaza ili ela, I mean, diet iweze kutake place. How can I say this? Unavyompa uh, mgonjwa wako ndizi, parachichi, kuchanganya na maziwa ukammiksia na hii mwani, ukamwekea, ukampa kila siku asubuhi itamsaidia, zile dawa anazotumia zitapunguza makali, maana ataweza zitaweza kumudu mwili. Kinachofanya watu wengi tunakufa wakati tunafanya treatment ya magonjwa tuliokuwa nayo ni kutokuzingatia diet na kutokuweza kula, lakini naamini chakula kirahisi sana, chakula ni smooth mtori kadhalika wakadhalika. Mtori unapompikia mgonjwa wako, usimwekee mafuta sunflower. Epuka kumwekea sunflower nikisema niki, niki, niki la mafuta haya ambayo tunakaangia nini. Jaribu kumpa mafuta ya mzaituni, wengi wetu tunaita nyonyo. Watu wengi wanavienda ismet sana hivi viazi. Jaribu kumchemshia viazi hivi viazi vitamu umchemshie, mpe mgonjwa wako vyakula vya kuchemsha. Jaribu kumpa makongoro yana Collagen nyingi sana. Watu wengi tuna underestimate makongoro, lakini ni mazuri mno mno. Jaribu kumchemshia makongoro, hii itajaribu kubalance diet yake. Hepuka sana kumpatia mgonjwa wako vyakula ambavyo havina nutrition, kama vile maugali. Ma sijui umepika ma vyakula umeovercook. Pika medium kwa ajili ya mgonjwa wako. Usi overcook chakula kwa mgonjwa wako especially vyakula vyetu hivi vinavyotusaidia kupata nutrition. Narudia tena, kinachomuua mgonjwa wako sio dawa wala sio nini, ni haumfanyii detox. Mfanyie detox mgonjwa wako. Hakikisha unamfanyia detox every week, maana kila siku haitakuwa sawa kwake. Jaribu kumsaidia na kama unaona unashindwa ni texti ni DM, nitakusaidia. Mimi kama patient wa kansa, karibuni sana.